Unaweza ukawafungulia maadui mlango wa kukushambulia kwa ajili ya kinywa chako, hauna ile siri moyoni ya kumwambia Mungu pekee. Maana kuna wakati unafikiri kule kuropoka kwako, kusemasema mambo yako mbele za watu, unafikiri kama unapokea majibu, lakini wakati mwingine unazidi kujikaanga miongoni mwa wale unayowaambia mambo yako. Kuna mtu mwingine hana siri, anaweza hata kaenda kijiweni kwa wenzake wan anasema habari za mke wake, mwingine anaenda kijiweni kwa wanawake, anazungumza siri za mke wake kwa ajili kwamba anajiweka tupu, ni kama anavua nguo. Manake watu wote wataelewa familia yako ilivyo. Kuna mali sahihi ya kupeleka mambo kama hayo yanapokugharimu. Unaweza kaenda kwa mchungaji wako. Unaweza kaenda kwa shehe wako. Kaenda kwa mtu yoyote unayemwamini kwamba anaweza akakusaidia, anaweza akakushauri. Lakini jifunze kutunza siri zako, jifunze kuwa ni mtu unajipenda na kujijali, usitaki kumwaga mtu.